Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ilani ya uchaguzi tuna ahadi ambazo zilitolewa ikiwemo swala la bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote imekusudia mambo makubwa matatu, upatikanaji wa huduma kwa urahisi wa matibabu, la pili unafuu, na la tatu huduma bora. Kwa maana watanzania wakipata bima ya afya, hakuna mtu anayejua ataugua lini, hakuna mtu anayejua na gharama za matibabu atakapougua. Kwa hiyo watu wakipata bima ya afya, maana yake atakuwa na uhakika wakati wowote wa kupata huduma ya afya. Na katika ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizisema kwamba ndani ya siku mia moja ataanza utekelezaji nii ya bima ya afya kwa wote. Nao heshima ya kutangaza rasmi kwamba baada ya waziri wa afya kutamka rasmi tamko la serikali la kuanza kutumika kwa bima ya afya na heshima kwamba jana tumezindua rasmi zoezi la kusajili kaya zisizo na uwezo katika jiji la Arusha kaya 458 na, na kuwapatia vitambulisho. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia kaya 12741 na walengwa 56693 wa kunufaika na mpango huu wa awali. Lakini Watanzania wote kwa mujibu wa sheria tunatakiwa kuwa na bima ya afya kwa hiyo waheshimiwa, wenye viti wa halimashauri, madiwani wetu, mikutano yenu yote katikwa wananchi ilenge kuwahamasisha wananchi kwa, kwa ajili ya bima ya afya. Mikutano ya vijiji yote, ajenda ya hamasa ya bima ya afya kwa wote iwe ajenda ya kudumu. Mabaraza ya madiwani kupata taarifa katika halmashauri zenu juu ya zoezi la watu wanaojiunga na bima ya afya, madasi Afsa tarafa mtendaji yoyote wa serikali unapopata fursa ya mkutano, bima ya afya kwa wote iwe ajenda ya kudumu. Shilingi laki moja na hamsini, hakuna matibabu ya mwaka mzima ya laki moja na